Africa ambaye aliweza kutekwa mbele ya waumini wake lililopo eh, eh, wa Johannesburg nchini Afrika ya Kusini ambaye aliweza kutekwa na watu wenye silaha E, wakati akihubiri e, katika kanisa hilo Aprili 12 mwaka 2025, ameweza kupatikana akiwa hai baada ya polisi e, kujibi, e, kujibizana kwa risasi na watu ambao walikuwa wakimshikilia baada ya kumteka. Taarifa kutoka Johannesburg zimeeleza kuwa kwamba bado haijaeleweka wazi ni nini nia ya wale watekaji ambao walikuwa wamemteka ilikuwa ni nini, lakini majibizano yao ya risasi kati ya polisi na watekaji, watu watatu wamepoteza maisha. Mchungaji huyo aitwaye Josh Sullivan mwenye umri wa miaka 45 ambaye yeye ni raia wa Marekani aliweza kutekwa wakati akihubiri mbele ya waumini wake, ambapo watekaji hao walipo, eh, walipola simu za watu, lakini pia simu za waumini waliweza kuzikusanya zote na kisha kuondoka na mchungaji huyo. Sasa Johannesburg ni miongoni mwa majiji 20 yanayotajwa kuwa hatari zaidi duniani kutokana na vitendo vya kihalifu, usalama mdogo, pamoja na matukio ya kiutekaji ambayo yamekuwa yakiripotiwa kutokea huko. Johannesburg ni moja kati ya majiji ambayo eh, ukienda kizembezembe ni lazima eh, wauni wapite na wewe, na ndio maana kwamba waliweza kumteka mchungaji huyu, lakini mara saizi ameshaweza kupatikana, na bado haijaelezwa kwamba ni nini nia yao ya wao kuweza kumteka mshikaji ilikuwa ni nini, au kitu gani ambao walikuwa wanakitaka kutokea eh, kwake. Lakini pia taarifa zote ambazo zitakuwa zinatoka kuhusiana na taarifa hii kama sawa sawa digital tutaendelea kukuletea kama tulivyokuletea mara ya kwanza kabisa. Huenda kwa mwingine ilikuwa ni mara ya kwanza kuweza kusikia kwamba mchungaji huyu ameweza kutekwa kutokea kule South Africa, lakini yeye ni raia wa Marekani mwenye umri wa miaka 45 kaamua kwenda South Africa kuweza kujitafuta hasa katika kaengo ya uh, uchungaji na utumishi kama hivyo, lakini waliweza kumteka, lakini kwa sasa hivi ameweza kupatikana. So so si sasa, kama sawa sawa digital eh, tunakuletea update zote kuhusiana na taarifa hii na taarifa nyingine nyingi zaidi ambazo kuwa zinatokea kwenye mitandao ya kijamii. So subscribe channel yetu, endelea kutufollow. Kuna vitu vingi sana vinakuja mbele yako. Endelea kutufuatilia.